Shukiwa 170 wamekamatwa kwenye operesheni hiyo iliyoendeshwa katika kaunti za Kwale na Mombasa. Kisirani cha magenge hatari mkoani Mombasa kimegeuka na kuwa kidonda ndugu. Masaibu yanayoletwa na magenge haya yakiwaacha wenyeji kukadiria ya hasara, majeruhi na wakati mwingine maafa. Tayari washukiwa wakuu wametiwa nguvuni kwenye operesheni iliyoendeshwa kaunti za Mombasa na Kwale. Huko Kwale, polisi waliwakamata washukiwa 120 wanaohusishwa na tukio la hivi majuzi ambapo genge maarufu la Panga Boys lilitawala mitaa za Diani, Shell Beach na Msambweni. Wakati huo magenge hayo yaliwavamia wenyeji kupora maduka na hata kuwajeruhi wananchi. Polisi wanaarifu miongoni mwa 120 hao, 63 tayari wamepelekwa mahakamani. wengi wa hii watu wameshikwa ni vijana wadogo wadogo, so natoa onyo kwa wasasi wajue e, watoto wao wanafanya nini kwa kila siku, wanahusika na na nini na wafanye waonye wao wow, wakiona wanahusika na uhalifu. Operesheni hiyo ilielekea kaunti ya Mombasa ambapo majangili zaidi walishikwa. Polisi waliwakamata washukiwa wengine hamsini wanaohusishwa na visa vya uhalifu mji huo. Waliokamatwa ni washukiwa wa visa vya wizi wa kimabavu, wizi wa magari na wale wanaovamia maduka ya kuuza bidhaa. Kati ya hamsini hao, Francis Baradha na Salimu Abdalla wanaaminika kuwa viongozi wa magenge haya ningependa kusema kwamba tumeweza kushika ile criminals ambao pia wanasumbua watu uh, hasa katika Likoni. Jana peke yake tulishika vijana wawili, mmoja akiwa na panga mrefu sana. Hii vijana ni very dangerous criminals, na uh, profiling inafanywa, ile incident ile vitu wamefanya mbeleni, yote hiyo uh, files ziunganishwe, wote waweze kustakiwa, na hizo mafiles sio incident moja peke yake wamefanya Vilevile kunao wezi wawili walioiba gari la mwanahabari mtaani Buruburu, Nairobi, na walishikwa wakikatakata gari hilo mtaani Utange huko Mombasa. Wezi hao wawili wametambulika kama Eric Maingi Muhimi na Emmanuel Mkodo Sabwa. Gari lilikuwa limebadilishwa nambari za usajili kutoka kwa KDP 289B na kuwekwa KDA 384. Polisi walipata vifaa vinavyotumiwa na wezi kuiba magari ikiwemo nambari gushi za magari.

Naarifiwa intervention, intervention. Wezi wa magari wameibuka na mbinu mpya ya kuiba magari ambayo baadaye yanakatwa, katwa na kuuzwa kama vipuri au magari hayo kusafirishwa hadi nchi jirani. Franklin Wala, Runinga ya Citizen. Kwingineko, shughuli za masomo katika chuo cha kiufundi katika sehemu ya Kitutu Chache Kusini zimetatizika.